ujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa, matumaini hayakatishi tamaa, maujaji wa matumaini. Karibu kwa masomo ya misa, Julai tarehe tatu, siku ambayo mama Kanisa husherekea sikukuu ya mtakatifu Tomaso ambaye ni mtume. Somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Waefeso, sura ya 2 mustari wa 19 hadi ishirini na mbili. Ndugu, ninyi sio wageni wala watu wasio na kwao, bali mmekuwa wamoja na watakatifu na wakazi wa nyumbani mwa Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote limeunganishwa, nalo linakuwa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi mnajengwa pamoja na wengine kuwa makao ya Mungu katika Roho. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya mia moja kumi na tatu mstari wa kwanza na wa pili. Maneno ya kiitikio: Nideni duniani kote mkaihubiri Injili. Nideni duniani kote mkaihubiri injili.

Tomaso, kwa kuwa umeniona umesadiki, asema Bwana. Wana heri wale wasioona lakini wakasadiki. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, ee, Bwana. Mwijili Yohane sura ishirini mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na tisa. Tomaso aitwaye pacha mmoja wa wale kumi na wawili hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wafuasi wengine wakamwambia tumemwona Bwana. Yeye lakini akawajibu nisipoona matundu ya misumari mikononi mwake na kutia kidole changu sehemu za misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, sisadiki hata kidogo. Baada ya siku nane, wafuasi wake walikuwamo tena chumbani na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, igawa milango ilikuwa imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe nanyi. Kisha akamwambia Tomaso, tia kidole chako humu, tazama mikono yangu Lete mkono wako na kuutia katika ubavu wangu, na usikose imani, bali uwe mwamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umesadiki. Wenye heri wale wasioona wakasadiki. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.